Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linapiga kura kwa ajili ya kuidhinisha mpango wa Marekani wa kutaka kupelekwa kwa vikosi maalum vya kulinda amani pamoja na kuwanyang'anya silaha Hamas. Upi mpango ambao unaweza ukafanikiwa kati ya uh, hii miwili? Uh, ni vigumu kusema upi utafanikiwa, lakini ishara yote inatoa majibu ya kile ambacho huwa tunakizungumza mara nyingi kuwa kuna mpango wa kusudi wa kuvuruga mambo. Ukitazama kuwa Jumatatu ambayo ni leo kutakuwa na kura hiyo ambayo ukiangalia mswada wake umetolewa Marekani. Yani Marekani ndio ameuleta mpango. Uh, tulizungumza hapa mwisho wa wiki kuwa walikuwa wanaandaa maneno yani tuweke maneno gani mepesi yn yani mazuri ya kuvutia n yani mpangilio wa ule mswada. Sasa hili ukilitazama kwa hapa uwezi kuipata picha kamili Ukitaka kujua kinachoendelea unarudi tena ndani ya Marekani. Angalia mgogoro mpya wa Marekani wa faili za Jeffrey Epstein, halafu rudi upande wa pili ndio utaelewa kile kinachotokea kuwa kuna nguvu ya ndani Marekani ambayo inajaribu kupambana na Trump kuhakikisha kuwa tunamdhibiti Trump. Huu mpango wa, wa kura inayotakiwa iende kwenye baraza la usalama, ambayo Israeli kwa miaka zaidi ya 77 wameizuia, ndio maana nilikwambia haijawahi kutokea vikosi vya kimataifa vikaenda kwenye ardhi ya Palestina, lakini sasa tunazungumza mpango ambao Marekani, ukiidhinishwa, unakuwa ndio mpango wa kwanza katika historia kuwepo kwa vikosi vya kimataifa katika ardhi ya Wapalestina. Unajua maana yake? Maana yake ni kuwa pale kitapokuwa kikosi cha kimataifa kipo, Israeli hatoingia kuwa hatukuruhusu tena kuwa hapa, na taarifa tutazozipokea tutapokea kutoka kwenye kikosi cha kimataifa, sio hivi sasa. Israeli anatoa taarifa yeye, anashutumu yeye, anaadhibu yeye, halafu Marekani anapiga mstari kuwa ni kweli, walitupiga risasi tukawajibu, tukawaua, tukawashambulia. Nani anatoa taarifa? Ni wewe ambaye nawe ni mhusika. Sasa unapoweka kikosi cha kimataifa, we hautokuwepo tena. Sasa hii inaenda kuondoa ndoto ya kizayuni ya kuchukua ardhi, kwa sababu kama kutakuwa na vikosi vya kimataifa, tutachora mstari hapa, huwezi kusogea. Kwa hiyo ile ajenda yao ya kuwa tunakadiria kila miaka kumi tutakuwa tumesogea hatua kadhaa, miaka mitatu, tutakuwa tumesogea hatua kadhaa ina stop, maanake huwezi tena kusogea, wala huwezi ku, ku, kuingia tena kwa yu, hiyo hiyo ndio ambayo inayoendelea. <tune>